Osema mashabiki na viongozi wote wa Yanga wenye akili wawili, hiyo bila nukuu Haji Sande Manala, wakati iko Simba Sports Club msemaji wetu alisema ile timu ya majirani wenye akili wawili, alafu baadaye yeye pia akaama Simba akaenda baaa kiliaio maana sasa hivi hali yake salama. Tunaomba salamu Haji Sante Banana harudi nyumbani. Niliwaambia hawa jamaa mwanzo, niliwaambia bila tanbia, wanasema semaa l lakini sasa wameruka mkojo, wamekanyaga. Baada ya kupigwa dakika 90 wameenda kupigwa kwenye matuta. Hii ni aibu sana.